Hai rafiki, mambo vipi? Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya afya rafiki, kila siku ya Alhamisi. Lengo ni kupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Hai rafiki, mambo vipi? karibu kwenye episode ya leo ya Dr. Rafiki Podcast ukiwa na mimi rafiki yako Dr Juliet Seba. Na sisi katika Dokta Rafiki kila wiki tunakutana ili kuzungumzia mambo mbalimbali ya afya, lengo ikiwa ni kupatia wewe rafiki yetu au msikilizaji wetu elimu itakayokuwezesha kufanya maamuzi sahihi ya afya kwa ajili yako wewe binafsi familia yako na jamii kwa ujumla inayokuzunguka. Na kwa sababu hiyo, kila wiki tunakutana na kuongea, lakini pia unaweza kupata episodes za vipindi vilivyopita ukienda YouTube, utakuta episodes zetu zote. Kuna zaidi ya episode thelathini, mambo mengi ambayo unaweza ukajifunza wewe. Usisahau kulike share and subscribe chea na wale uwapendao ili sote tujifunze kwa pamoja. Lakini kama wewe pia ni mpenzi wa kusikiliza, unaweza kwenda kwenye podcast zetu Spotify, Boomplay, Apple Podcast, kote. Ukiandika Dr. Rafiki Africa, kote unatukuta na utaweza kusikiliza episode zote zilizopita bure kabisa. Sawa, sasa leo tunaenda kuongelea swala so zima la uh, umuhimu wa watoto kupata chanjo. Katika wiki inayofuata kutakuwa na wiki ya chanjo ambayo inafahamika ulimwenguni. Kwa hiyo tukasema leo tukumbushane sababu tano kubwa ambazo ni kwa nini ni muhimu upeleke mtoto wako kupata chanjo, na iwapo hata kama umejifungulia nyumbani au unafahamu mtu ambaye mtoto wake bado hajapata chanjo, basi kumwelekeza akapate chanjo. Ukienda kule YouTube au Spotify utakuta episodi yetu mojawapo ambayo inaongelea chanjo zinazotolewa kwa watoto hapa Tanzania, na kushauri nenda pia ukaisikilize, utajifunza vitu vingi na kuzifahamu ni chanjo zipi zinatolewa kwa watoto. Leo tutaenda kuongea kwa nini sasa huyu mtoto apewe hizi chanjo? Kuna umuhimu gani? Kwa sababu saa nyingine tukisema tu kwamba twende tukafanye chanjo twende tukafanya hivi bila watu kujua umuhimu, inakuwa ni jambo ambayo halitiliwi, halitiliwi mkazo. Sawa, moja ya sababu kubwa sana za watoto kupewa chanjo ni kwa sababu chanjo zinaokoa maisha, na hii ni kwa sababu ya magonjwa ambayo hizi chanjo zinatibu au zinazuia, sio kutibu, zinazuia. Na hizi chanjo mara nyingi kwa Tanzania, aidha kwa watoto wetu sisi Tanzania, chanjo inaweza ikawa ni sindano au inaweza ikawa imetolewa kwa njia ya matone, yani mtoto anadondoshewa matone mdomoni au anachomwa sindano. Kuna sindano zinazochomwa kwenye bega na kuna ambazo zinazochomwa kwenye paja la mguu kienda kwenye ile episode niliyokuambia utakuta hayo maelekezo yote vizuri sana. Kwa hiyo mojawapo ya magonjwa ambayo yanaweza kuzuiwa kwa njia ya chanjo, ambayo ni magonjwa ya yanaua, yalikuwa hatari kwenye miaka michache iliyopita ni surua pamoja na polio. Ni magonjwa ambayo yalileta ulemavu, yalileta vifo vingi kwa watoto, lakini sasa hivi kwa sababu ya uwepo wa chanjo, maisha ya watoto wengi yamekuwa yako salama. Kitu cha pili, chanjo pia zinazuia ulemavu wa kudumu. Kama ambavyo nilisema kwamba kuna magonjwa ambayo yanaweza kusababisha ulemavu, kama mwili kupooza au viungo vya mwili kupooza, inaweza kusababisha mtoto kuwa kiziwi au hata kupata matatizo ya akili, lakini kwa yule mtoto kupewa chanjo, inakuwa imemlinda asipate hizo changamoto. Mfano ugonjwa kama polio unaweza kusababisha kupooza, kwa hiyo mtoto akapata kilema kabisa cha maisha, lakini kumbe huo ugonjwa ulikuwa unaweza kuzuiliwa kwa njia ya chanjo. Sawa, hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, chanjo zinasaidia kuimarisha kinga asilia. Kwa hiyo tunajua kwamba, uh, mtoto naye pia anazaliwa na kinga yake fani ambayo ni ndogo, na pale mwanzoni kuna kinga ambayo anakuwa ametoka nayo kwa mama, yaani anapozaliwa kwa sababu ya kuna antibody au tunasema vile zile seli ambazo zinapambana na magonjwa, kuna ambazo anakuwa amezipata kutoka kwa mama, lakini kadri umri unavyoenda kadri anavyoongeza siku na miezi, zinaenda zinapungua. Kwa hiyo chanjo anapopewa inamsaidia kuimarisha mfumo wake wa kinga mapema na kumsaidia kupambana na magonjwa kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, kuna magonjwa kama a, magonjwa ya kifua a nimonia ambayo zamani yalikuwa ni magonjwa yanatesa sana watoto na watoto wengi, yani ilikuwa ni moja ya top magonjwa yanayosababisha vifo lakini angalau sasa hivi imepungua kwa sababu ya uwepo wa chanjo sawa? Kwamba watoto ndio, unaona mtoto anaweza akapata nimonia lakini ile chanjo inamlinda asipate zile nimonia kali zaidi, severe forms of nimonia, ile nimonia ambayo sasa ingeweza kusababisha mtoto akapoteza maisha. Kwa hiyo inajenga kinga ya mtoto, inamsaidia mtoto kuwa na kinga inayomwezesha kupambana na magonjwa. Sababu ya nne kwa nini ni muhimu upeleke mtoto wako kapate chanjo ni kwa sababu ni salama na inapunguza gharama za matibabu. Kwa sababu chanjo mpaka iweze kuruhusiwa kutumika ulimwenguni au kwenye nchi, inakuwa imepitia hatua mbalimbali za utafiti, kuanzia kwenye maabara. Kutoka maabara zinakuwa tested kwa wanyama, kutoka tested kwa wanyama zinakuwa tested kwa binadamu. Kwa hiyo mpaka chanjo inakuja ku ruhusiwa kutumika kwa matumizi ya kila siku ya binadamu, hiyo chanjo inakuwa ime imefanyiwa uchunguzi na inaonekana kwamba ni salama. Lakini pia ukiimagine kwamba ulikuwa na mtoto ambaye angepata tuseme polio akawa mlemavu siku zote, yumkini hata kuna vitu akashindwa kufanya, au ikatumika gharama kubwa sana kumtibia, kumpeleka physiotherapy wakati chanjo moja ambayo kwa Tanzania chanjo ni bure, angeweza kulindwa na hizo gharama zote za matibabu wala zisingekuwepo. Kwa upande mwingine pia, chanjo inapunguza gharama za matibabu kwa familia husika, ambayo kama huyu mtoto angepata ugonjwa ingebidi imhudumie. Lakini pia hata tunasema kwa mfumo mzima wa afya wa nchi, kwa sababu kuna dawa ambazo zitatumika, kuna wataalamu wa afya watakaohitajika huyu mtoto ili apate huduma. Lakini kama huu ugonjwa tayari umezuiliwa, ina maana hizi dawa na wataalamu wa afya wanaweza kutumika kwenye kutoa huduma nyingine, kwa hiyo inapunguza gharama za matibabu. Sababu ya tano na ya muhimu sana ni kwamba mtoto uh, wako kwa anapopata chanjo unakuwa umeshiriki kwenye kuilinda jamii kwa ujumla dhidi ya milipuko ya magonjwa, kwa sababu imagine, kama tuko nyumba kumi kwenye jamii husika, na nane kati yetu wamechanjwa, wamelindwa, ina maana hata wale wawili wakiumwa, hawa nane tayari wana ulinzi, hawawezi kuambukizwa, tayari wana ulinzi. Kwa hiyo jamii inakuwa imelindwa dhidi ya milipuko ya magonjwa. Kwa hiyo ni muhimu sana mtoto wako akapata chanjo. Ni muhimu sana wewe ambaye unaishi kwenye, kwenye familia ambayo mama ana mtoto mchanga, mtie moyo kwenda kufata chanjo na afuate ratiba kama ambavyo anaelekezwa na wataalamu wa afya. Na jambo la muhimu sana niseme ni kwamba swala zima la chanjo kwa watoto sio jukumu la mama peke yake, kwa sababu kama tunavyojua, mama kwenye jamii ana jukumu la kuangalia familia, kuangalia familia imekula nini, watoto wameenda shule, wamevaa nini, uniform ziko wapi, huyu nyumba haijafanyiwa usafi, huku mtoto hajapikiwa huku, kuna wageni huku, kuna baba huku, kuna nini. Kwa hiyo tukisema tunamwachia mama peke yake, inaweza ikawa ni ngumu, na ni rahisi sana mama kulemewa, akashindwa kufata zile ratiba za chanjo. Kwa hiyo jukumu la la chanjo ni jukumu letu zote kama jamii, kwamba ikifika siku tarehe ya kupeleka mtoto kwenda kupata chanjo, wewe kama baba kwenye familia unatoa msaada gani? Je, unaweza ukamsaidia mama kupata usafiri, kwamba ekonomikali, kiuchumi, nimemsaidia mama kupata usafiri wa kumpeleka na kumrudisha nyumbani, na nimeenda naye au kama sijaweza kwenda naye imekuwa ngumu sana lakini mama amepata me, usafiri wa kwenda. Je, pale nyumbani kuna mtu wa kumwacha kama kuna watoto wengine wadogo? Wewe kama dada, shangazi, mama mdogo, kaka unaweza kukaa pale nyumbani ili mama aweze kupeleka yule mtoto mchanga kule hospitalini kupata chanjo. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna hiyo, unaona kwamba ili huyu mtoto tumsapoti, apate chanjo zake zote katika ratiba inayotakiwa na aweze kuwa salama na jamii nzima iwe salama, kila mtu kwenye familia anawajibika kumsaidia mama kwa namna moja au nyingine, kuhakikisha kwamba mama anaweza kufata hii ratiba ya chanjo. Basi tunapofika hapo, ni kushukuru sana kwa kuwa na mimi katika siku ya leo na nikwambie tu kwamba chanjo ni zawadi ya afya ambayo wewe unaweza kuitoa kwa mtoto wako. Ni ulinzi, ni msingi bora ambao unaweza kumweka kujenga kwa mtoto wako. Basi usiache kusikiliza na unaweza kuwatumia watu wengine ili watu wengi zaidi tuweze kujifunza umuhimu wa chanjo na kuzifuata. Asante sana kwa kuwa na mimi. Usisahau kuingia YouTube, andika Dokta Rafiki Africa, utajifunza zaidi kuhusu chanjo kutoka kwenye episodes zetu au vipindi vyetu vingine vilivyopita. Tukutane kipindi kijacho. Bye Rafiki <tune>